Ilikuwa kama kumlazimisha mbuzi kwenda kichinjioni, hataki kwenda lakini siku yake ikifika, hana budi. Washukiwa hawa wanne walikuwa wamesubiriwa kwa hamu na watu ambao walikuwa wamewahangaisha kwa muda mjini Mombasa, kiongozi wao akiwa ni afisa wa polisi wa utawala kutoka kituo cha Chinderet kwa jina ya Raphael Rotich Kipkemboi. Zao za arobaini zilitumia siku mbili zilizopita walipokamatwa wakitorokea Nairobi katika uwanja wa ndege wa JKIA baada ya kutekeleza wizi mjini Mombasa. <laughs> When uh, the gang of 4 uh, kablocked employees of uh, Jitegemee Sacco and robbed from them a figure of 2 million and 2000

Mara tu ilipotua JKIA maafisa wa polisi walikuwa tayari, msako ukaanza kuwatambua wanne hao. Kwenye mikoba yao zilikuwa shilingi laki nne na elfu sabini na mbili mfukoni. Papo hapo wakarejeshwa mjini Mombasa, na leo Benjamin Mutua alikuwa miongoni mwa waliokuwa wamefika hapa kuwatambua washukiwa hawa. Ni mmoja wa wengi ambao walikuwa wamepiga ripoti ya kuibiwa kimabavu. nilikuwa nakuja na kastoma nilipe pesa yangu hapa KCB sasa wale, kati nilipokuja pale, tukaenda tukapiga line vizuri, tukatoa pesa. Tulipotoa zile pesa e, yule mzee akaniambia twende, nikakulipia nje. Nikaona watu wakiniita, wakaniambia wewe, tumepigiwa simu Nairobi, uko na bunduki. Nikamwambia tena bunduki tena iko wapi? Nikamwambia mimi sina bunduki. Wakatuambia unaitwa na mkubwa pale Nikaona akishika huyu mbonge akishika ovaova. Na hapo masaibu ya mtua pamoja na mteja wake aliyekuwa bado ameshikilia shilingi elfu sitini alizonuia ya kumlipa yakaanza, kwani waliingizwa ndani ya gari na kuzungushwa mjini Mombasa huku akipata kichapo cha mbwa twata, tujui tuko wapi sasa. Nikawambia jamani, hata kama tumefika polisi si tuingize. Katuambia mutachukua kitu kimoja, eh either hii pesa mtawacha mutu, tukitamtupa gari ikiwa inatembea mbio ama kitu ya pili mkikataa tutawapiga risasi hapa hapa. Na hii leo washukiwa hao walipoletwa mbele yake, bila nimewaona nimewajua, na kwa kweli hiyo hao ndio wale wale. Kwa hivyo elfu sitini warudishe. So far we have 14 cases of robbery with violence of which some of them they have been positively identified. Kulingana na maafisa wa polisi washukiwa hao wanalenga wateja wa benki, kukiwa na uwezekano mkuu kwamba wanafanya kazi na maafisa wa benki kutambua watakaowaibia. Maafisa wa polisi wanasema kwa jumla kiwango cha pesa ambacho wameiba ni shilingi takriban milioni kumi na nane. Kando na Raphael Rotich Kipkemboi ambaye ni afisa wa polisi, washukiwa hao wengine watatu ni Joseph Ndisho, Patrick Shiundu na Charles Mulwa.